Waziri Mkuu, kwa heshima na taadhima, naomba nimkaribishe Mheshimiwa Joel Nanauka, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais ya, ma ya maendeleo ya Vijana, aweze kutoa salamu na baada ya hapo akukaribishe wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waziri, karibu, na naomba makofi mengi tafadhali kwa Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa, wa, wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dokta mguu Lame Kinchemba pamoja na meza kuu, kwanza nitumie fursa hii kukushukuru sana kwa kutenga muda wako, tukijua ratiba yako jinsi ilivyo ngumu, lakini kwa umuhimu uliotoa kwa kundi hili ambalo wengi wao ni vijana, ulisema utakuja mwenyewe, hautatuma mwakilishi na utashiriki pamoja nasi, na tumeona tangu mwanzo mpaka sasa huko pamoja nasi. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu lakini pili, tumia nafasi hii pia kukupongeza kwa uteuzi ulioupata kwa Rais kukuteua na kukuamini kama Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kama walivyosema wengine, nami niungane nao, kiatu kimepata mvaaji. Umeanza kazi yako vizuri, nasi tuna matumaini makubwa sana na tunakupongeza pia, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tunapenda kuchukua nafasi hii pia kumshukuru Mheshimiwa Rais, ambao kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu ameunda wizara maalumu inayoshughulika na maswala ya vijana. Kwa muda mrefu, maswala ya vijana yalikuwa yanashughulikiwa kama sehemu ya idara ndogo, lakini kwa kutambua umuhimu wa vijana katika taifa hili na kutaka kutufanya tuwe sauti inayosikika, lakini pia kushiriki katika masuala ya msingi, alitangaza na akatenda kwa kuweka ambao wizara yetu imeundwa. Tulipata nafasi ya kuwafikia vijana katika maeneo mbalimbali na tulijitahidi sana. Kwa kutumia falsafa zetu tatu zinazotuongoza kwa maana ya kufanya mambo kwa kasi, kutumia teknolojia na kufikika. Tulipita katika maeneo mbalimbali mbali ya nchi na tulisikia masuala mengi ya vijana ambayo baadhi yao yamezungumzwa katika michango ambayo imetolewa. Katika hatua za haraka ambazo tulichukua, mojawapo tuligundua vijana wanahitaji maeneo ya wa kuzungumza ikiwemo kama jukwaa tulilonalo leo. Na sisi kama wizara Mheshimiwa Waziri Mkuu tarehe kumi tutazindua jukwaa maalum la vijana ili linaloitwa Vijana Platform, ili kuendelea kuwapa vijana sauti sawasawa na dhamira na nia mheshimiwa Rais, ili maswala yao yao yanasikika katika mfumo rasmi na aweze pia kufanywa kazi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunafahamu shauku yako ya kusaidia makundi kama haya ikiwemo vijana kwa kiwango kikubwa, ambao kundi hili lililoko hapa leo kwa kiwango kikubwa ni vijana. Vijana hawa kama walivyozungumza kwa maneno yao na umewasikia wana shauku kubwa sana ya kusikia yale unaotaka kueleza na baadhi ya maeneo ambayo wameyagusia utakaoyatolea ya maelekezo. Yao nikukaribishe sasa, uweze kuzungumza na vijana walioko mbele yako kutoka makundi yaliyotajwa, na mimi kama waziri wa maendeleo ya vijana niko tayari pia kupokea maelekezo yanayohusiana na kundi hili la vijana. Karibu sana na tukubali kukusikiliza.